Hili semekane ni hivyo k. Okay, mambo mada ya uh, ule aliwawa Kasipul Kabondo. Kuna siku nilisema ukiwa katika hii Kenya, tenda wema nenda zako, tenda wema nenda zako. Kama pia niona eh, watu wakichangia wakisema na juzi niliona William Samoi Samoi Ruto ambaye ni rais wa jamhuri ya Kenya, siku wa manane <laughs> alipigwa na kiatu si, alipigwa na kiatu sio, s si, si.

Mntuletaa inasemekana inasemekana, ati ni wajaluo imefanya, mpaka wengine umetuka advantage ati wajaluo wameweza kupiga Ruto, si ni ni wakuria. Naomba Mr. President amani kweli, lakini timizea watu haki yao, mikiwa wakati na Uhuru Kenyatta huko. Asante sana mzee, lakini barar